Mambo sita ya kuzingatia ukianza kujitegemea. Kujitegemea si uhuru wa kufanya utakacho, ni jukumu la kubeba matokeo ya kila uamuzi wako. Siku unaacha kuomba unaanza kupigana, na hapa ndipo wengi hushindwa kimya kimya. Haya hapa mambo sita lazima uyajue kabla maisha hayajakufundisha kwa maumivu. Kabla tujaendelea Hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom ili tuendelee kujifunza zaidi. Moja, hakuna tena mpango B: ni wewe au anguko. Ukianza kujitegemea, hakuna mtu wa kukulipia makosa yako, hakuna mtu wa kulaumiwa ukikosea. Kupanga unalala njaa, ukichelewa unalipa. Huu ndio wakati wa kujifunza nidhamu. Maisha hayakusamehe kwa nia njema yanalipa kwa maandalizi. Mbili, mapato madogo bila nidhamu ni upovu. Tatizo si kukosa pesa, tatizo ni kukosa nidhamu. Watu wengi wakianza kupata hela, wanabadilisha simu, wanabadilisha mavazi, wanabadilisha maisha, lakini hawabadilishi akili. Kabla hujaongeza matumizi, ongeza uwezo wako. Kabla hujaonesha mafanikio, hakikisha yana mizizi. Tatu, upekee utakuwa rafiki yako wa kweli. Ukianza kujitegemea, watu watapungua, mialiko itapungua, ujumbe utanyamaza. Usiogope hilo, upweke ni sehemu ya ukuaji. Hapo ndipo utajijua, hapo ndipo ndoto zako zitazungumza, hapo ndipo utajenga misingi bila kelele. Nne, sio kila msaada ni baraka. Baadhi ya msaada unakuweka tegemezi unakufunga bila minyororo. Ukianza kujitegemea, jifunze kukataa kwa heshima, jifunze kusema hapana bila hatia. Mtu anayekusaidia lakini anakudhibiti anakunyang'anya uhuru wako pole pole. Tano, maamuzi madogo yataamua hatima yako. Hakuna uamuzi mdogo, hakuna matumizi madogo, hakuna kuchelewa kidogo, kila unachofanya leo kinaandika maisha ya kesho. Unachokula, unachotazama, unachokaa nacho, unachopuuzia, vyote vinafanya kazi kwa siri. sita. Kusonga mbele kutaumiza. Usidanganywe, kujitegemea kunauma. Utachoka, utajilaumu, utahisi uko peke yako, lakini hapo ndipo unakuwa mtu. Hapo ndipo uti wa mgongo wa maisha unajengwa. Watu wanaokaa salama Hawajui maana ya nguvu ya kweli. Na sasa, sehemu muhimu zaidi. Kujitegemea si kuondoka nyumbani, ni kuacha lawama, ni kuacha visingizio, ni kuanza kusimama hata unapoyumba. Ukianza safari hii, usitarajia makofi, tarajia maumivu. Lakini mwisho wake, utarudia kwa heshima, sio kwa maombi.